Wanafahamishwa Waislamu wote, kina mama mabinti, kuja kuhudhuria katika mudhakara huu utakaofanyika tarehe tisa za mwezi huu wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano itakuwa ni Ijumaa pili dimashe, majira ya saa mbili kamili hadi saa tano kamili. Yoyote dada, binti, mama, njo kwa pamoja, Bukira Sazi, barabara ya pili namba sabini na tano katika ofisi ya Al Huda. Tumlilie Mungu na kumwomba

Rabbana bisalam, wageni rasmi ni mashehe kutoka ndani ya Bujumbura mpaka nje ya Bujumbura watakuwepo katika siku hiyo. Hakikisha kwamba mama, dada, usikosi kuwahi nafasi yako mapema, na ukipata tangazo hili basi mfahamishe na mwingine. Huku rasmi aliyekuwa mchungaji wa kanisa kubwa na kuweza kuingia katika Uislamu atakuwepo expasa Rashidi atakuja kuzifungua na kuonesha yale ambayo yaliyosababisha yeye kuwacha Ukristo na kuwa Muislam, yeye pamoja na familia yake, huku mke wake akiwa ni mwimbaji wa kanisa na tayari na yeye ni Muislam. kubwa kuliko wahadhiri wa kongwe kutoka katika kundi la Alburuji nao pia watakuwepo katika mudhakara huyo utakaofanyika tarehe tisa mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika ofisi ya Al Huda, Kinama Bukrasazi, barabara ya pili namba sabini na tano. Hakikisha dada, hakikisha mama, hakikisha ndugu yangu mwislamu, katika mtaa wa Bujumbura, Kinama, Chibitoki, Buterere, Kamenge pamoja na Charama, Buyenzi na Bwiza. Yoyote ambaye atakayeweza kupata ujumbe huu, basi hakikisha umeusambaza katika magrupu mbalimbali ya Kiislamu. Takbir. Allahu Akbar. Allah, Allah. Ili kuja kushuhudia matukio na mawaidha yatakayoweza kuendelea katika siku hiyo katika mudhakara barabara ya pili namba sabini na tano Bukira Sazi katika ofisi ya Alhudza. Na ujumbe huu umeletwa kwako, nami Hamza Mahane, na hii ni Alhudza TV Burundi. TV yenu ipo vyema kuitumikia dini Alhudza, mwongozo wa jamii.